Karibu mtazamaji, tunapekua kurasa za mitandao ya kijamii na tunakutana na mjadala kuhusu kauli ya katibu wa baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Zanzibar, Mhandisi Zena Ahmed Saidi aliyoitoa katika mahafali ya 18 ya chuo cha utumishi IPA huko zanzibar. E, Bizena alikuwa akizungumzia suala la wizi, udanganyifu na ubadhilifu wa mitihani kwa wanafunzi akiwatuhumu wazazi kwamba wanaunga mkono, na wapo baadhi wanafikia hati, hata kutoa pesa kulipia mitihani ili watoto wao wapate matokeo mazuri, akisema swala hilo ni baya, akalikemea na halina manufaa kwa watoto hao. Sasa bwana, taarifa hii imechapishwa na ZBC. Wadau nao hawakukaa kimya, wakamfata Bi Zena na kumwambia watoto hao nao wasema walivalishwa hadi magwanda ili wapige kura za wizi. Serikali inayotumikia Bi Zena nayo ime, imewekwa imejiweka madarakani Bradi, kwa udanganyifu mradi. Komenti zilikuwa nyingi, na nakuletea baadhi ya maoni ya watu kuhusu swala hili la wizi na udanganyifu na athari zake, athari zake kwa jamii. Swala la udanganyifu najua, sasa hivi hapa limeshadhibitiwa kama si kwa asilimia yote basi labda ba, ni na, nafikiri kwa asilimia karibu zote, lakini suala la udanganyifu linatokea na kwa bahati mbaya sana wakati mwingine wanaohusika wanaanza ngazi ya wazazi, ngazi ya walimu. Yaani mzazi anadiriki kwenda kumtafutia eti mtoto wake mtihani, awezi kufaulu, akifikiri eti anampenda. Humpendi. Yaani, mtoto unayemtafutia mtihani ukaununua auone kabla ya muda wake ili afaulu, umpendi. Kwa sababu unachomfanyia actually, unaanza kumpandia mbegu ya kwamba kufanya udanganyifu ni sawa. Tujue matendo yanafundisha kuliko maneno. Uwezi wewe, kwa vitendo unaanza kumfundisha mtoto udanganyifu halafu tunamwambia, unamwambia kwa maneno asifanye udanganyifu. Huyu mtoto atafaulu, sawa, lakini amefaulu kihalali. Sasa unaanza anapata pepa sijui kuanzia la darasa la saba, anakuja form 4 umempatia form 6 anaingia chuo, anaanza kupata shida. Amefaulu division one point saba, sijui point tatu huku, nani, form 6 six, haye, nani kabisa, na uwezo wake akija huku chuo na wengine wanao manage mpaka chuo wanapata hizo pepa eh. Kama nilivyosema, hakuna 100% full proof, wapo bado watu ambao wengine si wadilifu, anafaulu na GPA zote. Sasa mlete kwenye utumishi, unashangaa huyu mtoto kweli, ambaye amefaulu namna hii, mbona uwezo wake unaonekana huko mdogo? Lakini kumbe huyu ndio mtoto ambaye ameanza kupewa mitihani kuanzia ngazi za chini kabisa. Sasa umefika kwenye utumishi, unatakiwa utumie akili yako na uwezo wako kufanya kazi. Huna, umezoea kulishwa kwa kijiko, spoon fed eh, kila kitu unapewa kiko sawa. Sasa huku nani akufanyie kazi zako? Kwa hiyo kumwibia mtoto mitihani, kumnunulia mitihani si sawa na humpendi huyo mtoto. Mtoto, ukiona mama yako anataka kukupa mtihani ulionunuliwa au babako au mlezi wako Mwambie hapana, unaniharibia maisha. Anakujengea msingi mbovu, na huko mbele utakuja kupata shida sana. Kwa hiyo, niwaombe hili kwa wazazi, walezi na wale walimu wanahusika na jambo hili, na sizungumzii kwa hapa hipa, hii nazungumzia kwa ujumla wake. Hii tabia tuiache. Si tu tunawaharibu watoto, tunakuja kuharibu utumishi wa umma na kuharibu huduma tunazozipata. Baadaye tutakuja kulalamika huku, hawawezi hata kuhudumia vizuri. Hao wamezoea wao wafanyiwe, wapewe kila kitu. Leo wanapewa kazi ya kufanya, haiwezi. Kwa hiyo niombe sana hili, kwa upana wake, ni jambo baya, linaharibu jamii, mbali ya kwamba pia ni dhambi kwa sababu ni udanganyifu. Kwa hiyo naomba sana tujiepushe na udanganyifu wa aina yoyote, na hili hata kwenye vitabu vya dini limekatazwa, udanganyifu kwa ujumla. Wewe tathmini kwenye eneo lako, unafanya udanganyifu gani na uache. Naam, baada ya kauli hiyo ya Bi Zena, wadau wakaibuka, walikokuwa huko, wakaja na maoni yao kwenye ah, habari hiyo katika sehemu ya kutolea maoni kwenye habari hiyo kwenye ukurasa wa Facebook wa ZBC, wadau wakamiminika wakampa majibu Bi Zena. Mmojawapo ni Sabrina Isa, anasema Zena, acha porojo, si tumeona juzi tu kwenye kura mliowaandaa vijana hawahawa kupiga hawa, kura zisizo na idadi. Mliwafunza nini vijana? Si udanganyifu huu? Acheni unafiki, aliandika Sabrina Isa katika ukurasa huo wa Facebook. Maoni mengine ni kutoka kwa Sud Hei. anasema wale watoto mliowavalisha sare za vikosi ili wakapiga kura ya mapema hawakuwa kijengewa tabia ya udanganyifu, ameandika kontendo. Wa swali mwingine aliweka eras ukimu, akaeka emoji za kicheko zilizoambatana na ujumbe unaosema katibu mkuu wa jamhuri ya walaji wezi wa kura. Aliyechangia mwingine ni Mahmud Mahinda, anasema wadanganyifu wa uchaguzi wanakataza udanganyifu wa mitihani. Ukiharibu uchaguzi unaharibu mfumo wa waendeshaji nchi ikiwemo kuwa na watumishi wanaofanya udanganyifu serikalini. Tuanze kuacha udanganyifu wa uchaguzi ili tuwe na serikali halali na isio na, na, na udanganyifu. Anaandika maoni yake. Mwingine aliyechangia ni Said Abdalla, anasema ukiiba uchaguzi ni sawa na umiba kila kitu katika nchi. Kwa hiyo mimi sio ni sababu ya kuwalaumu wazazi, wanawatafutia watoto wao mitihani kwa njia Zapanya. Kwa sababu wizi ndio urithi ambao umerithiwa kutoka juu. Suleiman anasema, tatizo jamii imezoea wizi na udanganyifu, sasa utegemee uadilifu kwa viongozi. Viongozi ni miongoni mwa jamii. Mimi nilipomaliza chuo cha ufundi nikapangiwa walimu, watu wakinicheka, kwani ningekuwa kwenye ujenzi ningepata alau mifuko ya saruji. Walimu hakuna zaidi ya mshahara. Mwingine alichangia Abdalla Muhamed anasema nchi ya Kusadikika, watu wanaishi kama panya. Mkubwa na mwasa wa chini aache udanganyifu, aache dhulma, aache rushwa, wakati yeye hicho cheo alichonacho kinatokana na hayo. Kweli haki ngumu, mtazamaji. Maoni yalikuwa mengi sana hakika, lakini hatuwezi kuyasoma yote. Tumekusomea baadhi tu, lakini wengi walikuwa wakimkosoa Bizena, wakimwambia Bizena, hapo ulipokaa we mwenyewe, umekaa kwenye haramu umekaa kwenye serikali, wanaoamini wananchi wanaamini kwamba serikali imepatikana kwa njia ya udanganyifu. Kwa hiyo anachokisema hakieleweki, ni kama kioja vile. Haya, tukutane tena siku nyingine katika mambo haya ya upembuzi ya mii wa kurasa za mitandao ya kijamii ambapo kuna habari na matukio moto moto, na ni maeneo ambayo wananchi wanapata fursa ya kutoa maoni yao. Tukutane tena hapa tu wengine, tukijaliwa pumzi inshallah.